Mboga yangu. Vipi sio namba kwenye na ilijua lote? Yaani wewe acha tu. Mwenyewe nimefua zangu mwenye kigojo mtandani mwenye kipapari kwenye kamba ila cha kushangaza kuingia ndani kutoka tu. Na muona mtu kava magome yote kajifunika. Asa namuuliza wewe na nikachukua nguo yangu na kumwambia akakimbia. Asa hapo ndio nilikuwa namkimbiza. Asa alipoingia kwenye kichochoro tu. Simuone kapotea. Yaani hapa nazidi kuchanganyikiwa na nguo yangu ya ndani ndio kashakimbia nayo. Jamani mtaetu hatari, mtaetu na maajabu. Shoga wangu wewe mgeni mi ni mgeni mtaa huu. Pole akoakaibisha kwa kibongo ya ndani kuna mimi hapa. Kipepeo siku ya kwanza nafika kwenye huu mtaa, nanyolewa kwa pala kwanza, siku ya pili nanyolewa kwa pala pili, na siku ya tatu sasa <laughs> wakamalizia kabisa. Huko kunako navyokwambia hapa shoga yangu, na kipala miezi mitatu havijachipua. Yaani paka na vimisi shogile. <laughs>

Chele. Hiki nini? Uliniambia nikifanikisha kuleta nguo yake ya ndani, basi hata ujauzito wake utaharibika tena. Naomba unisaidie. Nimeshika bunduki yangu dharubaka linaliona naliona, niko angani na ndege yangu, wabaya wangu naona, wabaya Sikia, we kumanya ntopo, wabaya wangu nawaona, wabaya wangu wabaya wangu, tika bunduki yangu za rubakali, naliona niko angani na ndege Niko yangu wabaya wangu nawaona.

Chome, ukishaichoma majibu yote utayapata. Wewe si unataka ujauzito wake utoke? Ukisha maliza kuichoma tu, sio muda mrefu huo ujauzito wake utatoka. Sawa? Niambie zawadi. Tatu. Tumboni nyumbani mama moja sana. <laughs> Tumbo linakuuma. Tatu enjoy mama. Tatu enjoy nyumbani, mimi nauma. Ah! Sawa basi nakuja, rafiki yangu usijali. Sasa hivi nakuja. Sawa. Bila shaka majibu ameshapatikana sasa. Basi ukifika tu pale, huo ujauzito utaharibika hapo hapo, na mimi nakuahidi kama mipango yetu itaenda kama tulivyopanga, basi nitakupa zawadi nono ambaye sijawahi kukupa hata siku moja. <laughs> Shoga yangu Zawadi, shida nini? Shoga yangu vipi? We Zawadi, una matatizo gani? Vipi shoga yangu, una shida gani? Zawadi, yani Tatu, tumbo lilikuwa linaniuma sana, ila baada ya kufika wewe tu maumivu yote yamepungua. Hujua unadeka wewe. Una shida gani Zawadi? Ah, Tatu, mambo yameshaharibika. Zawadi, acha masiara. Yaani unamaanisha nini? Utakuniambia nini? Zawadi, una shida gani Zawadi? Ah. Nahisujauzi tumesharibika. Mwaga mtetu saizi wa moto. Kuna yule dada mgeni alokuja, kaibiwa nguo ya ndani. Hmm. Tena saizi umtao unaitwa sicheki na yoyote, sicheki na kima. Mambo lele lele. Hmm. Shoga yangu, yani unahadisia ya umbea kama ulikuwepo. Jamani, sasa sikuwepo vipi eh? Afu kwani, acha ujinga anataka kujikataa. Hakati kabisa tulikuwepoti. Mtu anakimbizwa kwikwi, ghafla akapotea. Kaye yuka shwa aonekani. Ndo ujue mtaa wetu huu, sicheki na kima, sicheki na yoyote. Mambo lele lele. Hmm. Jamani, mtau kumbe ni kiboko kweli. Shogangu, kumbe sa mimi unijue umbewangu Promax. Sasa hivi tuna kuna wezi Promax, yani mambo hivi, tunaiba tuna tunayeyuka hata sijui nitamweleza vipi mume wangu mpaka anielewe, maana u ni ujauzito wa nne. Sasa kila nikishika lazima uharibike, na kiwe ya mume wangu kila siku ni kupata mtoto. Mimi nitakuwa mwanamke gani ambaye siwezi kumzalia mume wangu ha? Pole sana rafiki yangu, mimi natumai shemeji ni mwelewa sana. Wewe usiogope ukikaa naye ukimwelekeza kwamba ujauzito umeharibika, basi atakuelewa. Hii yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu Zawadi, rafiki yangu. Kama hiki kiumbe kimetoka, basi Mwenyezi Mungu atakujalia, utapata ujauzito mwingine. Kuwa na amani, kipenzi. Hii si mipango ya Mungu Tatu, hapa lazima tu kuna mtu ananifanyia mimi mambo haya. Maana kama huye, mwanzoni kabisa umeniambia niame kwenye ule mtaa kuna watu wanaloga, nikasema sawa Nimeamia huku tu, hata wiki mbili sijamaliza huja uzito wangu tena umeharibika. Tatu mimi nitakuwa mgeni wa nani kwanza? Hapo kurogwa, toa hiyo imani, toa imani kwamba umerogwa. Huu ni ushirikina zawadi. Kwa sababu mimba za sasa hivi zawadi zina mitihani mingi. Inawezekana umebeba ujauzito, ujauzito utaki eka eka labda umefua, umebeba mimaji, eh? Mimba za sasa hivi zina mambo mengi. Umebeba mindo labda nimepelekea mpaka ujauzito wako kuharibika. Swala so, la kurogwa litoe udugu wangu, sio vizuri. Hayo ni mambo ya kishirikina uniwasema wewe. Hapana, hapana, hapana. <laughs> Mimi ni mtu mzima. Na siwezi kufanya kitu ambacho nimekatazwa kufanya na madaktari. <sniffs> Lakini rafiki yangu... Uliniambia kuwa kuna mganga alikusaidia kumpata mume wa mtu, e, e, nae. Mambo, nipeleke. Zawadi, rafiki yangu, achana na mambo ya waganga. Waganga wa nini eh? Kuwa mvumilivu, tulia upone. Mwenyezi Mungu atakupa kiumbe kingine. Kwa nini ukimbilia kwa waganga? Tulia, Mwenyezi Mungu atakupa ujauzito mwingine, utakuwa kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, utalea mtoto wako. Tatu, mchuzi wa mba unanyweka ukiwa motomoto. Niomba unipeleke sasa hivi, nakuomba tafadhali. Zawadi rafiki yangu, sasa nisikize nikwambie, mimi nitakupeleka, lakini sasa kesho, saa hizi jua lishaenda. Kesho asubuhi nitakupitia udugu wangu nikupeleke. Hata sio asubuhi tena, mimi nataka unipeleke sasa hivi sasa tunaona kabisa muda umeenda. Uzawadi, utulie nyumbani kwako, mpikie mumeo. Kesho asubuhi tutaenda. Tati, mimi nataka unipeleke sasa hivi. Yani hapa ni kuingia ndani tu na kujiandaa, mradi unipeleke, nakuomba. Haya, usijanenda, kajiandae twende. Kweli, usilie Zilio, anajua najua, wanangu wanangun emsubiri. Na sisi kuna ugeni umefika. Sio, unapenda kuja hapa bila taarifa. Hayo ndio madhara ya kutumia mwili wangu unavyotaka. Sasa basi, na mimi nitakuja hapa kwa muda wowote na saa yote unaohitaji. Vipi kama watu wakija kugundua kuamba mimi nashirikiana na wewe, hauoni kama itakuwa shida? Hiyo achana na hilo, mimi tayari nimeshakuelewa. Sasa basi, mpango wetu umeenda kama tulivyoupanga. Zawadi tayari ujauzito wake umeshaaribika. Na mpaka sasa hivi anahisi kuna watu wanamchezea mchezo. Ameniambia nimlete huko. Kwa hiyo mimi nitamleta huko. Sasa basi akija hapa naomba umwambie kwamba dada yake ndo anayemroga kwamba kila ujauzito anaobeba unaharibika. Kwenye familia amezaliwa wanawake wawili tu yeye na dada yake. Na dada yake ndo wa kwanza kuolewa. Na toka ameolewa dada yake hajawahi kubeba ujauzito. Sasa basi inabidi tuitumie kete hii ili kuwagombanisha mtu na dada yake ili na sisi tupate njia kufanikiwa jambo letu. Angalizo. Akija hapa naomba ufanye kama tulivyoongea, sawa? Sawa. Nimekuelewa. Safi. Kwani nenda dukani hapo kuchukua maji. Ila tatu, una visa wewe. Yani hapa ni kwako, ulishindwa ni hata kuniomba maji? Mimi naika kugaia. Eh, kwani shida maji? Yani nilikuwa na kiu, na maji safi na yenye sili kama haya, nikasema aka nikajinunulie zangu. Dada yangu nalia na dadami, dada yangu, chonde chonde, weca milungu lele. Anayatenda nimeshamjua, lakini sitaweza kuambia kwa sababu nyinyi binadamu na asila za karibu.